Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Swala la umaskini limetajwa kama miongoni mwa changamoto zinazokumba wazazi wengi katika eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, hatua ambayo imechangia, hali ambayo imechangia baadhi ya watoto kutohudhuria shule. Wazazi wa wadi ya Kapkateny wanasema mara nyingi watoto wao hukosa kwenda shuleni kutokana na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi ikiwemo sare rasmi za shule

mtoto atasoma na ana atakuwa na aibu uh, Leo tukirudi shule, retention level itakuwa juu, maana aibu tumeondolewa. Naamini kuanzia leo, yule mtoto ambaye hakuwa anaelewa chochote darasani, sidhani kama atasahau hii siku ya leo. Ulianzisha mradi huu kwa makusudi ya watoto wetu, maana ulianzisha kabla hata uje kuwa MCA na kuimiza, shikilia pale na uendelee, maana hiyo ni legacy ambayo utawacha baadaye. Watoto wasipokuwa na uniform, wanasembea kwenda shuleni, awendi shuleni. Wakienda shuleni, wanakwama barabarani, wanajificha ficha kwa misu, misitu kwa sababu eh, hawana uniform.